Bana, la kuvunda halina ubani. Tuko boko chama kusaka maoni ya mashabiki kulingana na siku ya tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2025, dabi ya Kariakoo. Lakini kwa yanayoendelea ni kwamba wananchi Yanga wao wanasema hawachezi, wameshikilia msimamo vipi? Kwa upande wa pili, lakini ukiachana na hayo yote, basi wananchi wanafanya mazoezi makubwa, wakiwa mbakiza mechi mbili dhidi ya Tanzania Prisons na Dodoma Jiji. Niko na wataalamu wapenzi wa soka kulia kwangu, nitazungumza naye kuhusu tarehe kumi na tano. Nini kinaendelea? Labda pengine inakuaje mzee wangu? Kama, kama kawaida, eh bana, siku ya tarehe kumi na tano, kama kalenda inavyozungumza ni dabi ya Kariakoo, lakini za chini chini na ambazo zinayosikika, wananchi yanga wao wanasema kwamba hawatacheza mechi hiyo, bado wako kwenye ule msimamo wao mkali. Una itathmini vipi hiyo hali? Binafsi yangu kwanza, kwa majina naitwa Uliza Useni, kwa majina naitwa Uliza Useni. Binafsi yangu hii Yanga wanasema hawatacheza, kwamba binafsi nasema hawa sio kwamba hawachezi. Umeona? Binafsi naona hii mechi watacheza, ila wanategea wanategea kwamba Simba wakipoteza mchezo mmoja, umeona, ili wao wacheze. Endapo kama Simba hawatapoteza mchezo Yanga hawawezi kuleta timu. Kwa hiyo hii kama danganya toto tu kwa sisi mashabiki. Umeona? Wanategea. Sasa kwenye hii kutegea tegea hii. Wacho, wategee. Tarehe 15 itafika. Kama hawaleti timu, pointi tatu zinawahusu Simba na ubingwa utawahusu moja kwa moja kwa sababu asabu unajua hakuna kiporo. Hakuna kiporo. Kiporo kichobakia Simba wakita, wakitafune ni Yanga tu. Sasa watakimbia kimbia mpaka lini? Kwa hiyo kwamba lazima wataliwa. Kwa sasa hakuna kipoo. Kipoo ni kimoja tu, na kipoo chenyewe ndio Yanga. Kwa hiyo Yanga wajiandae, waandike kwenye mashati, mwisho wa siku yale eh, mashati yao sio, watawaficha wapi? Hatuchezi, hatuchezi, hatuchezi. Hiyo ni mchezo wa watoto. Ndio wasema hivyo, watoto wadogo ndio walikuwa wasema sio, hatuchezi. Kwanza utaweza mchezi nini? Mdako amchezi nini? Mpira wa miguu sio mpira wa uoga. Unatakiwa sajiti timu yako vizuri, umeona Ingiza timu uwanjani ili wale za mashabiki, kwa sababu asilimia kubwa si mashabiki ndio watuangalia, unajua timu ya Simba imesajili vipi au wale wa Yanga, timu ya Yanga imesajili vipi? Kwa hiyo si kama washabiki wa Simba, umeona, tunaamini timu yetu imesajiliwa vizuri, umeona. Kwa hiyo kwamba Yanga tunamtaka muda wote tu ili tumtie kamba tano, umeona. Kama hawataki kuja hiyo tarehe 15 naamini Tunachukua pointi zetu tatu na ubingwa. Hiyo kwamba hatuchezi, hatuchezi. Mimi siwezi kuiamini hiyo. Lakini watacheza tu. Wewe unahisi kwamba wananchi kusema kwamba hawachezi labda pengine wanaogopa Simba? Ah, hiyo ni kweli wanaogopa mpanzo so sio mchezo. Mpanzo so sio mchezo. Wanaogopa Simba asilimia mia. Kwa sababu gani? Wewe angalia Simba. Kwanza, Simba kwanza Simba kitu cha kwanza mimi nampongeza kocha. Kocha wa Simba atuwa waliwadanganya Yanga, unajua. Sisi tunatengeneza timu, anakuja mtu anakandwa, tunatengeneza timu, anakuja mtu anakandwa, mwisho wa siku lija mabingwa kule, umeona sawa, washirikishi fainali. Umeona? Kwa hiyo kwamba ule ile walivyowadanganya umeona, ndio maana kuanzia, kuanzia timu ya Yanga, kuanzia mashabiki mpaka uongozi mzima wameingizwa cha kike kwa hiyo akaona nyinyi amweze mkatuingiza sisi cha kike. Mnasema mnatengeneza timu, kumbe mna timu bora kama Barcelona, hatu hadi timu kweli. Kwa hiyo wali walivyosema hatuchezi, mimi najua kwa sababu ni hii hapa hii. Waliwadanganya kumbe wote wa timu, bonge la timu mwanangu. Hiyo mpenzi unasema mchezo ndio ndio wachanganya zaidi. Aya ay, ya ay, kamala sasa. Sasa si bado mani. Mzee wa Kunasa. Umeona, kuna yeah, uweze kuleta timu kwa stari kuna mawili. Yeah. Wanaweza kweli wasilete timu lakini kwa mimi binafsi, sababu ya wale kuto kuleta timu kwanza, ukiliangalia ile kama walikuwa golini peke yake, uweze kuleta timu yako? Ukimwangalia Mohamed Hussein huko, ukimwangalia Shomari Kapombe, uweze kuleta timu yako? Ukimwangalia mpanzo sasa, kule tuleta timu kweli? Kwa hiyo nitawapongeza kama watu leta timu Yanga, wanachodai wana wana ni kwamba hawaogopi, sio kwamba hawanani wanakuwa wana, wana na wasiwasi na Simba. Wanasema mara nne mfululizo wamempiga Simba, kwa hiyo hilo ile halimpi shida sana. Siwe wao wanachozungumzia, labda pengine ni upande wa bodi ya ligi pamoja na TFF. Wao hawana shida na Simba, hilo vipi, sio kweli. Wao ni timu tu, ile ni timu tu ndio inaogopesha. Acha ile ni timu tu ndio inaogopesha, na hata Simba wenyewe sasa hivi umeona alajiga wakimweka alajiga Alajiga ndio akichezesha ile mechi. Ushindi utakuwa mdogo sana kwa sababu kwamba Simba itabidi wacheze yani kama wapo kimataifa. Kwa sababu Alajiga yule ala, yule Alajiga si yani kwamba kwa, kwa katika mechi za Simba yule afai hata kidogo. Lakini hata kama ah, yule sio yule sio muamuzi. Yule muamuzi anaiponda sana yani anaiharibu sana Simba. Mbona anaonekana ana mapenzi kidogo na Yanga. Kwa hiyo kwamba kama watamweka Alajiga achezeshe kwenye hii mechi ya dabi tarehe 15 a, basi Simba itashinda ushindi mdogo sana wa goli mbili bila hizo, umeona. Lakini kwamba kama atakuwa mwamuzi mwingine, sita hadi saba mwanangu, eh? goli sita mpaka saba zitahusu Yanga. Kwa nini sasa timu lile, mzee Lila Arajiga, Arajiga, Arajiga, unajua ndo refa ambaye ni bora na refa ambaye anachezesha mashindano makubwa, na pia uh, kafi namtegemea. Ukizungumza hivyo kidogo kama vile kuna kigugumizi sio yeah? kweli sio kweli, ila sasii, kwa sababu shamua kumfua ndo kocha bora, basi iwahivo. Lakini wewe angalia mechi ochezesha Arajiga, umeona alafu izomechezenye sasa ziwa anacheza Simba ndio utaamini kwamba hapa hamna hamna mwamuzi hapa. Uh, wao wanataka bodi ya ligi pamoja na uongozi wa TFF waweze kujiuzulu, wao ndo watacheza mechi ya namba 184, na, na tayari kwa dondoo, kuna moja kati ya viongozi wa bodi ya ligi ameshajiuzulu. Unahisi labda ni, ni, ni pressure ya wao wamesababisha, mpaka huyo mheshimiwa anajiuzulu? Ah, hapana, wao wote wameshinda kuandaa timu yao wao wenyewe tu Yanga wameshindwa kuandaa timu yao tena mpaka sasa hivi, ndio wamechanganyikiwa wa kabisa sisi alivyoondoka kwa yeah. sababu Aziziki ni mchezaji mmoja ambaye, kwanza kwa aki, kwanza akiwa uwanjani, nahisi kama ana, ana, anaisaidia Yanga kupata matokeo. Kwa sababu gani? Ana, ana maamuzi yake binafsi, umeona. Kwa hiyo sasa hata Aziziki alivyoondoka, ndio wamechanganyikiwa kabisa, umeona yeye eh. kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa kweli hizo hizo sababu hizo hizo sisi wasitetee hizo sio sababu. sababu kabisa hazina mashiko, mashiko wasilete timu wachukue pointi tatu. Simba walete timu wapigwe kamba tano sita, kwa hiyo waamue wao tu, tano sita zina wausu mbele ailia mpanzi. Huyo mtu ni hatari mzee, au simtaje? Huyo ni hatari <laughs> waki walete wasilete, lakini mimi na imani kwamba kwanza kama wasipoleta, mimi nitawapongeza kwa sababu itakuwa hii aibu hii wame imewaponya hii aibu hii, umeona, watakuwa wamejiepuka wame nayo kidogo, lakini wakileta kambatazi na wao si mzee. Shukrani sana wazee wangu. Asante sana.